Zikiwa zimesalia siku tano kuelekea harambee kubwa yani pale Huruma Center. Sasa mimi leo nimefika hapa kwa kupitia ziara ya Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, diocese ya Iringa, Askofu Daktari Blaston Gavile. Sasa nimefika hapa kwa ajili ya kitu gani? Nataka kuzungumza na watu mbalimbali, hasa kuelekea siku hiyo ya Huruma Center kwa maana ya harambee kubwa na niko na baadhi ya watu hapa tunazungumza nao kwa kirefu. Nikukumbushe, mimi naitwa Mesa ya Kilongo. Endelea kufuatilia mambo haya ambayo tunayazungumza hapa. Bwana Yesu asifiwe, amina. Ninatamani ni kufahamu jina lako, nimekuja kujitambulisha. Mimi nifahamu jina lako lakini na nafasi yako, karibu sana. Jina langu naitwa Festo Shem Kisia. mimi ni msharika wa Kidabaga, lakini pia ni mwinjilisti katika mtaa mmojawapo ya sharika huu kama mwinjilisti, unafahamu kwanza kule jambo linalohusiana na huruma center, lakini pia wewe umejipangaje kama mwinjilisti? Mimi ninalifahamu vizuri suala linalohusiana na huruma senta, mahali ambapo watoto wetu wanalelewa, mahali ambapo wanapata mafunzo na kujengwa, kujengwa maadili, hasa watoto ambao wamekutana na changamoto nyingi huko na kule, na kukusanywa, kuwekwa katika kituo kwa nafahamu vizuri, na pia nimeshiriki mara kadhaa kwa ajili ya kuchangia Hmm. Sawa, pale mtaani ambako unaongoza wewe, washarika wanafahamu, lakini pia amewekaje utaratibu kuhakikisha kwamba wana, wanashiriki na wao wao kama washarika kutoka maeneo mbalimbali ya Dayosisi ya Iringa na nje ya Dayosisi tangazaji na kushukuru, jambo hili linafahamika vizuri sana na watu wa sharika, pia wameshiriki kwa moyo kwa sababu wameelimishwa na kujua umuhimu wa jambo hili. Lakini pia miongoni mwao wameguswa, kwa sababu ya ile shida ambayo baadhi ya watoto wamekuwa wakikutana nayo mitaani. Kwa hiyo wanafahamu vizuri na wapo tayari, suala tu ni kuwashirikisha kwa ukamilifu juu ya ushiriki kwa jambo hili. Neno moja kwa wazazi, hasa kina baba, kwa sababu ndio watafutaji wa fedha kwenye familia hizo. Karibu. Akina baba wengi wapo tayari, nao wameshiriki. Si muda mrefu wamekuwa wakichangia pia kwa ajili ya ujenzi wa kile kituo, na sasa tutaendelea kuwahamasisha. Wanahitaji tu kuambiwa utaratibu, nini kifanyike kwa ajili ya shule, kwa sababu wanajua umuhimu wake. Asante sana, nikushukuru. Lakini pia niko na mama, yeye atazungumza kwa niaba ya wazazi na hasa kina mama, kwa sababu tunafahamu changamoto inapotokea kwa maana ya watoto kupata changamoto kwa maana ya mazingira ya magumu pale wanapoishi, basi kina mama hasa wanakuwa wanabebeshwa mzigo. Sasa yeye atazungumza na kina mama wenzao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina lako tafadhali? Jina langu naitwa Yolanda Mgata Natamani kufahamu kutoka kwako unafahamu juu ya jambo hili, lakini pili, umejipangaje wewe. Nafahamu na nimefika, na wafahamu na wale watoto, tena wanaishi katika mazingira magumu, wengine wamefiwa na mama zao kwa muda mrefu, wengine walitelekezwa, wengine walibakwa, wengine walifanywa vitendo vya ajabu vya kikatili. Kwa hiyo nafahamu na, na wana uhitaji mkubwa sana kwa jamii yetu nilidokezwa kama wewe ni mtu wa elimu unahusika na elimu pale Huruma senta. Pia kuna kituo ambacho kinahusika na, na, swala, na swala la mafunzo au elimu kwa maana ya shule ya awali na msingi. Sasa zungumza na wazazi na walezi kuhusu kuchangia, hasa kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na ofisi na huduma mbalimbali ambazo zitarahisisha uh, mazingira mazuri kwa wanafunzi. Ni kweli hasa, tunashukuru sana Dayosisi yetu ya Iringa kuwa na kitengo hiki kutoa ni moyo, kutoa ni moyo. Nina imani kwamba kila mmoja atatoa hasa akinamama ambayo tunaguswa na watoto wale wa mama wenzetu, akinamama wenzetu ambao waliondoka wali wakaacha watoto bila kutegemea. Kwa hiyo mimi kama mdau wa elimu, si mdau wa elimu tu, mimi ni mkuu wa shule, naishi na watoto ambao kweli wako katika mazingira magumu, na nafanya jitihada za kuhakikisha kwamba wanasoma, wanafikia malengo yao. Sisi kama akina mama, sisi kama ni watu ambao tuko kwenye jamii, tuwasaidie watoto, na nitakuwa bega kwa bega kwasa... kuhamasisha ili waweze kuwachangia, tuweze kujenga madarasa, tuweze kujenga miundo mbinu ambayo itasaidia katika kuwalea watoto wanaoishi pale Huruma Center. Nikushukuru sana. Naam. Na kabla ya kuhitimisha, nataka nizungumze na mchungaji, lakini kabla ya mchungaji, tunaye kijana hapa, yeye atazungumza na yeye kama kijana, kwa sababu tuna wadogo zetu hapo Huruma Center tunao wa kutosha. Sasa nataka nizungumze naye yeye kama kijana, amejipangaje, anafahamu jambo hili. Eti bwana, mambo vipi? Kwanza niambie. Uko vizuri, uko vizuri. Sasa wewe unafahamu juu ya jambo kuelekea harambee kubwa aa, ya Huruma Center pale 2025 mwaka huu? Ndiyo, jambo hilo nalifahamu mm. Na taarifa tunaye mm. Umejipangaje kama kijana? Kuna wadogo zako pale? Mimi kama kijana kwanza niseme ni shukuru mm. kwa maono mazuri ya uongozi wa dayosisi kuona kwamba katika dayosisi yetu ya Iringa basi kinakuwepo kituo cha kuwatunza watoto ambao wana uhitaji mbalimbali, kwa sababu wapo watoto ambao wana matatizo mengi. Kwa hiyo waliona ni vema wakiwa pamoja itakuwa heri, kwa sababu watalelewa katika mazingira ambayo ni mazuri zaidi. Sawa, a, pamoja na yote, vijana ndo tunatafuta fedha, si ndio? Na sisi ndio watu wenye hela hasa, uchumi mzuri, kwa maana ya kwenye kanisa na hata huko kwenye jamii lakini cha muhimu kuliko zote ni kushiriki tukio lenyewe. Wewe umejipangaje? Lakini unawambia nini vijana wenzetu, hasa wanaotusikiliza wanaotutazama na, na vitu kama hivyo hapo? Ah, kwa upande wangu kama kijana kuelekea harambee itakayofanyika, na kwa sababu ni harambee ya mwisho na itakuwa harambee kubwa, mimi kama kijana niseme kwa, tang, kwa tangazo lililopita hmm. Tumelipokea na michango yetu itaenda, lakini kwa sasa nitoe tu ombi kwa vijana kwamba tutaendelea kuhamasishana, na nikiwa kama kijana basi nitakuwa kipaumbele kuhamasisha vijana wengine kuona umuhimu wa kuwachangia watoto ambao ni wadogo zetu, kwa sababu tusipofanya hivyo ukweli kwa upande mwingine tutakuwa hatujafanya haki. Kwa hiyo tutawahamasisha ili michango yao iweze kufika na kuwasaidia watoto wetu ambao wanaishi katika mazingira magumu. Naam, tangazo la askofu likisha kutangulia, na kama ndo hivyo basi, maana yake ni kwamba utaratibu umekwisha kutolewa. Sasa nataka kuhitimisha na mchungaji wa usharika huu wa Kidabaga, yeye atajitambulisha, lakini pia atazungumza juu ya utaratibu na kutuhitimishia mazungumzo yetu kutoka hapa Kidabaga, mimi naitwa Mesha Kilongo. Bwana Yesu asifiwe. Ah namshukupenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na kupata nafasi kusema kidogo kwa ajili ya Harambee ya Huruma Center. Tunamshukuru Mungu kwa kweli sisi wa, ushirika wa Kidabaga mimi kama mchungaji kiongozi wa ushirika wa Kidabaga na tunamshukuru Mungu kwamba tumeweza kupata nafasi ya kushiriki kwa ajili ya Harambee hii kwa ajili ya kuchangia kituo chetu cha Huruma Center. Kwa hiyo ninawasihi na wengine pia mweze kuguswa kila mmoja kwa, naf kwa nafasi yake kwa ajili uh, ya kuchangia kituo chetu hiki cha Huruma Center na Mungu atawabariki sana mkiagusa maisha ya watoto wetu ambao wanatunzwa katika kituo kile na wote wenye mahitaji mbalimbali katika kituo cha Huruma Center. Santeni sana na Mungu awabariki na Mungu awawezeshe. Amen.